Na vidokezo kabla mjadala ni kwamba ninapoangalia kando yangu hapa naona tayari kwamba dada yangu Laura Otieno yuko tayari kunifahamisha ama kutueleza aa, kwamba Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuzindua mradi wa nyumba za bei nafuu zilizojengwa na serikali katika kaunti ya Kisumu. Na Rais Ruto anasema kuwa anaazimia kuhakikisha kuwa Wakenya zaidi wamepokezwa funguo za nyumba hizo katika kila kaunti ili kuinua maisha ya wanaoishi kwenye makazi duni na Lora, tueleze kufikia sasa, labda pengine, kama umeweza kupekua hapa na pale, unadhani kwamba ni idadi e gani, ama ni watu wangapi ambao wanatarajia kukabidhiwa funguo katika siku ya leo? Na kama umeziangalia nyumba zenyewe zimekamilika, ubora wake ukoje, kabla mgeni anayesubiriwa kufika na kuzifungua rasmi? Naam Rashid, kwa sasa tunaelezwa kwamba ni asilimia tisini ya awamu ya kwanza ya majumba ya eneo la Makasembo ambayo yamekamilika, lakini uh, majumba yenyewe yalikuwa yanajengwa na shirika la lap Uh, lap fund uh, na ni moja wapo ya miradi ambayo imekuwa ikiendelea katika kaunti ya Kisumu, maana katika eneo hili ujenzi umekuwa ukiendelea kwa muda wa miaka nadhani, miaka mitatu, kama sijakosea, uh, na ni mradi ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu, lakini pia kuna miradi mingine, manake rais atakapofika Kisumu, basi mara ya kwanza ataenda katika kuzindua ujenzi wa mradi wengine wa ujenzi wa nyumba katika eneo la Otonglo ambalo linajulikana kama LV Marina, kisha baadaye atakuja eneo hili. Lakini katika kaunti ya Kisumu kuna miradi mingi ambayo inaendelea ya ujenzi wa nyumba lakini ile ambayo inafadhiliwa haswa na serikali kupitia ule mradi wa affordable housing ni ujenzi wa nyumba eneo la Lumumba, lakini hizi zingine zimejengwa na a, wa, wa, wa, watu mbalimbali ambao wanashirikiana na asasi mbalimbali mbali za serikali ikiwemo na serikali kuu na pia serikali ya county. Kwa hivyo hii leo ambao rais atakuja hapa kukabidhi funguo kwa wale wanunuzi wa vyumba hivyo ni nyumba ambazo zimejengwa na shirika la Lapfund. Kwa hivyo sio serikali haswa lakini ina Wiana na ile ajenda ya serikali ya kuhakikisha kuwa Wakenya zaidi, uh, wanapata majumba yenye hadhi ya juu, na tuliona katika kaunti ya Nairobi kuna wale ambao tayari wamekabidhiwa majumba, lakini kama unavyoona nyuma yangu kuna majumba ambayo tayari yamekamilika, lakini pia kuna uh, mafundi ambao wanaendeleza ujenzi ujen, uh, tunaelezwa kwamba ni awamu ya pili ya ujenzi huu ambao unaendelea. Kwa hivyo ni mradi ambao utachukua muda. Hapo jana tulikuwa tukizungumza na wahandisi ambao walisema kuwa uh, huo uh, mradi wa pili utakamilika kufikia mwezi Novemba na na hivyo basi kutakuwa na idadi nyingi ya nyumba inakadiriwa kuwa zaidi ya watu elfu kumi na tano watapata majumba katika eneo hili, lakini moja kwa moja pia tuzungumze na wakazi uh, ikiwemo ni wale ambao wanafanya kazi katika eneo hili. Kama mkazi wa Kisumu, mradi huu wa ujenzi wa nyumba umewafaidi vipi na mnatarajia nini kuendelea mbele? Angalia pale, anza na jina. Asante sana kwa majina, naitwa Jackson Otieno. Mimi ni mkaaji wa Kisumu. Uh, tumefurahi sana na hii site ya Makasembo uh, mimi nimefanya hapa kama welder And fabrication tulikuwa tunafanya hapa kwa muda ya mwaka tatu sasa. Uh, hivi leo tunatarajia mtukufu rais kuja kufungua hizi nyumba ili tuanze awamu ya pili wakati hii ya kwanza inamalizika, na tena tunatarajia tuna kuje, uh, apeane vifunguo watu wa hizi, waanze kuishi kwa njia safi, kwa manyumba safi. Yeah. Naam, shukran sana, pengine pia nizungumze na mtu mwingine hapa. Naona kama ni kijana barubaru. Anza kwa jina, utueleze umefaidika vipi na mradi huu, na hivi tunaona kwamba ya kwanza imekamilika, ya pili inaanza, na pia kuna majumba mengine. Kwa hivyo kama vijana, ni vipi ambavyo mmefaidika na miradi hii ya ujenzi wa nyumba, na mngetarajia nini zaidi? Kwanza kwa majina, anaitwa Benson Odiero Nimependa kurudishia rais shukrani sana kwa hii mradi yenye ametuletea hapa Kisumu. Sasa hii tunaona sisi kama vijana tumefaidika vizuri kwa sababu Ukiangalia hata hapa sahii unaona watu tuko wengi hapa, kuna ma watoto wa shule wenye wamemaliza wame, wana kujia attachment pia wanasaidiwa. Sasa naona tu kama ningeweza tu kurudishia rais shukrani kwa hii kazi mzuri yenye ametufanyia kupitia hii mradi ya affordable housing. Asante sana. Naam, naam, shukrani sana pengine nipate, kuna mama, kuna mama <laughs> njoo basi, anza kwa jina kwa jina utuambie mmefaidika vipi na mradi huu. Kwa jina naitwa Robert huko Opio aka pada uh, na kwanza nataka kupongeza Citizen Ramogi TV samba sepa munisalamia, walifundisha maneno ya kuku nikiangalia kwa TV. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mradi ya serikali ni mzuri, tumeenjoy tumepata kidogo, tunafundisha nao watoto sasa. Tunatamani tena iendelee hivyo. <laughs> Hiyo tu peke yake. mm -hmm. sama Sa shukran sana kama naona mama pia yuko hapa, atuambie unafanya kazi gani hapa? na wewe mwenyewe unaweza taka kuishi kwa majumba kama haya, ama mmeelezwa vipi kuhusiana na, na swala so zima hapa ha. nafanya kazi ya recording kama clerk hapa tumefaidika, mefanya hapa kazi mwaka mbili, hatutaacha nyuma kama wamama, tumefaidika sana na nyumba hizi zitakuwa za manufaa kwa watu wote. Yeah. Unaweza kuishi kwa nyumba kama hii umeambiwa jinsi ya kulipa vitu kama hivyo. Yeah, tume- tunajua mm -hmm. Na ningependa ni nyumba mzuri ni mzuri ya kuishi. mm -hmm. Eh. Ah, shukrani sana. Rashid, kama unavyoona nyuma yangu ni kwamba wamesema kwamba mradi unaendelea, kwa hivyo ni swala ambalo tutakuwa tukilivalia njuga katika um, miezi hiyo ijayo, maana maanake tumeambiwa kwamba ayamu awamu ya pili itakamilika kufikia mwezi Novemba, lakini kama unavyojua wanavyosema, Rashid, ni kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa hivyo Rais Ruto akija hapa Kisumu ni ziara zima ya maendeleo katika kaunti mbalimbali ikiwemo kaunti ya Homa Bay ambapo atakutakuwa na sherehe za madaraka siku ya Jumapili wiki ijayo. Kwa hivyo wakazi wanatarajia kwa kutakuwa na mengi zaidi ambayo rais ataguzia, isiwe kwamba ni miradi tu ya majumba haya yenye hadhi ya juu, bali pia kuzungumzia masala mengine ikiwemo ni uchumi samawati katika ziwa Victoria, masala ya ujenzi wa barabara, masala ya ujenzi ya miundombinu mbalimbali ikiwemo uga, uga za michezo. Hivyo basi ni swala ambalo tutakuwa tunazamia na, na kuwajuza watazamaji wetu mbivu na mbichi kuhusiana na ziara ya rais William Ruto katika kaunti hii ya Kisumu na eneo zima la Nyanza. Rashid. Naam, shukrani sana Laura Otieno umetupa uh, kwa muktasari tu kile ambacho kinatarajiwa katika siku ya leo. Pia vilevile vile tukapata maoni ya wakazi ambao wanasubiri kwa hamu na amumu, ili wakabidhiwe zile funguo kwa asilimia 90 ya ile awamu ya kwanza. Shukrani sana Laura Otieno, baadaye rais akifika.